Welcome, welcome sasa. Leo hapa hii video mwendelezo wa video ya mfumo, kwa hiyo video namba mbili, tutaangalia namna gani ya kutuma SMS tokee kwenye mfumo wetu wa matokeo. Sasa hapa mi nitaufungua mfumo, hawa mfumo wa matokeo hapa, mfumo wa matokeo, mfumo wa matokeo hapa sasa wewe nikikutumia nakuwa na kutumia nakua, nakutumia mfumo wa matokeo kama hivi unakuwa kama hivi, upo kwenye kwenye zip file kama hivi. Mfano na kutumia na kwa kwenye zip file, kwa utafungua hapo. Ukifungua utafungua kama unavyoona hapa, huo ndio simu yetu ya matokeo. Sasa ukitaka kutuma message, maana yake ni kwamba utaenda hapo kwenye upande wa message. Utaextract yani utazalisha hizi message, mfano watu tuzalisha ya 44 tuabusha zalisha e, sms ya 44. Tayari sasa tunaenda kuinstall software kwa ajili ya kutuma matokeo. Software inakuwa hapa, nimekutumia na software sasa. Hii kwenye pc yako wewe una install zote, unaanza kuinstall hii demo hapa kama unavyoona hivyo, andikwa demo, utaanza ku install hiyo, uta install hapa, uta install hapo, utakubali kila kitu, tu install chap kwa haraka, utaenda finish. Aya, baada itaonekana kama hivi, haina tatizo, utakata tu hapa, uta exist. Haya, baada ya hapo sasa, utakuja utainstall, au utainstall hii hapa ambao tunasema ni bulk professional modes. So, okay. ta extra hii na uta install. Store ambayo ni hii hapa hapo, takubali ili tengeneza shortcut ya ile hapo kwenye desktop. Baada hapo hapo tayari sasa, hapo unakuwa tayari ulisha usha install usha install software za kutuma kutuma matokeo. Unatakiwa kufanya ni nini? Mimi hapa nakuwa nakutumia na hii PDF hapa. Hii PDF hapa ni kwa ajili ya mwongozo mwongozo, ambao unakuongoza wewe ni jinsi gani ya kutuma ya kutuma hiyo message, na kwa upo katika PDF. Sasa cha kufuata wewe au mambo mengine hapo, naachana na anakuja hapa kwenye jinsi ya kutuma nini, kutuma message. Kuna kutuma message kwa wazazi. Cha kwanza kompyuta yako na window hiyo, uwe na USB. Unaona eh, uwe na SMS, afu ta install kama mimi nipo install hapo, utaanza na demo, utakuja na Bulk SMS professional. Hatua ya kwanza sasa, maana yake ni kwamba utaunganisha simu yako na kompyuta kutumia USB. Sasa mimi hapa nitaunganisha ndao mnaona tu lakini simu itakuwa aionekani kwao. Mimi ndo kanisha hapa sasa. Kingine ni kwamba changunga kabisa kwenye simu yako hapa, kwenye simu yako utaenda upa upa upande, upande wa setting, utaenda upande wa setting kwenye simu yako upande wa setting, shinda upande wa setting. Hapo nimekuelekeza taenda about phone about phone ukishaenda about phone, inategemea na simu yako, about phone au my phone. Utaenda kutafuta neno limeandikwa building number, utaibonyeza bonyeza kama mara saba, utakuomba weke password ya simu yako, utaingiza alafu sasa, yenyewe itakwambia developer option imekuwa enable, yani imefunguliwa kwenye simu yako. Sasa cha kufanya baada ku enable developer option uta ukishaiwasha on. Hatua ya pili unafungua hii hapa hii SMS hii ya kwanza ambayo tunasema ni ni demo. Ukishafungua hii demo hapa, maana yake utafanyaje? Utabonyeza hapa connecting mobile wizard hapa kwa di, ukikwambia kama hivi not late. Hapa nimeweka maelekezo kwa mfano, unafanyaje uisearch kama hapa inavyoonyesha hapa.

tafuta simu itatokea kama hivi. Unabonyeza hii use selected device to send SMS, una click hapo, kisha click hapo, unaiacha unaenda, unaenda kwa enable bulk SMS, unai bulk sms hapa ni safi naenda pome kone Android technology based mobile hapa, tabonyeza mtabonyeza, nenda hapa next, kishaenda next, utaisubiria sasa ifunguke simu yako ije, itakuja hapo, kisha kuja hapo, simu yako itaisubiria kidogo, inabidi hapo hakikishe kwamba line yako ina SMS za kawaida kwenye simu ambayo umefanyaje, ume connect kwa hapo, utaisubiria tu kidogo hapo, ili iconnect simu yako, eto chukua muda mwingi itakubali, kwa utakuja hapa use selected device to send send sms ha. Sasa baada ya hapo, baada ya hapo, unakuja unakuja hapa akuja hapa, maelekezo kama yanavyosema, baada ya kuifungua na utakuelekeza next, itasearch simu yako, utachagua simu yako. NB, wakati mwingine ukiwa unaunganisha yatokea maneno hayo. Kama itatokea maneno hayo, utarudia hatua hiyo hapo. Hatua inayofuata ni kwamba baada ya namba za simu na ujumbe kutokea, matokeo kujaza software click simu ilivyoandikwa send unique wave contact in excel o nekutumia tunatumia i professional kota. Chagua hii hapa so chagua hii hapa hapo, utabonyeza tu go continue continue, utatafuta pass. Sasa kwenye pasi, maana yake unaenda kuichukua ile folda pale, au ile faili la Excel ambayo lina nini, lina zile lina zile SMS ambazo sisi tumeandika. Ile hapa fomu nne, utaclick hapa. Sasa hapa nabidi ujue tu kwamba namba za simu zimekaa wapi na sms zenyewe zimekaa zimekaa upande gani, kwamba utaisubiria yodi imalize. Aya, sehemu shiti ambayo mekonteni namba za simu na meseji inaitwa sms po wazazi, umechagua hapo. Baada ya hapo, sehemu gani umekonteni namba, hapa sehemu gani imekonteni namba, mi nishaandika hapa kwao namba za wazazi utachagua kwa hiyo then nimekontain message, utachagua hapa SMS kwa nini wazazi. Baada hapo unaenda finish, so tupiga finish hapa, itakuonyesha zile message, lazima ta tafanyisha zile message ambazo zipo hapo. Sasa shida ni kwamba kama namba zipo duplicate, ile message hapa itofanyaje? Haitokubali ku, kuja hapa, na nadhi ni kwamba sasa nabidi uandike namba tofaut tofauti na zile ambazo umeziandika namba zikijirudia, yenyewe haifanyi haya, sababu ndo tumeona namba zimeduplicate, ndo maana haifanyi kazi. Sasa maana yake hapa, ngoja tu tuandike tu namba za uongo na kweli hapa. Kwa namba utaanza tu kuandika sasa, basi saba zero tano, mfano hiyo, alafu nyingine saba themanini moja, hiyo hiyo hiyo hiyo etu kumi yaani moja mbili tatu nne tano sita saba moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa faetu a euneko turudi hapo kwenye professional mode hapa, chague hapa tuende continue, tuende hapa, tuchague sasa faili letu ambayo ni hili hapa, tuta click hapo, itakuwa limeingia. Tuchague SMS kwa wazazi hapo hapo po, tuchague sehemu namba zilipo namba kwa wazazi, SMS zilipo SMS kwa wazazi, tutafinish Ifinishi, itasoma hapo zile ambazo zinakuwa na karakta zero zero, yani ambazo hakuna namba na ha? na browser hapo, anasema kwamba hiyo hapo utachagua kama hapa nimekuelekeza, SMS SMS ya namba, sema SMS kwa wazazi hapo, utabonyeza finish, tunaenda. Ah, ili kutuma message sasa uta click neno send, imeenda wa na na kwa mtu wa pili nayo inaenda, baada kama ikimaliza itagombea message saendafan ishaenda. Sasa hii ndo njia rahisi ya kutuma message na messages na zinakufikia kabisa kwenye simu yako. Hapo mbele nitaonyesha video ambayo message inafika kwa kwa mzazi, kwa message inafikaje na inapuaje.